Ni siku nyingine ya Jumatano ambapo Ayo TV na MillardAyo.com inakuletea uchambuzi wa magazeti ya Disemba 7, 2016. Pata kuzijua habari zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo. Karibu sana. Jina langu naitwa Alice Tupa na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele kwa siku ya leo, ambayo inasema balaa jipya kwa vigogo wenye mali kufuru. Operation maalum kuzua waliozificha kwa kuziandikisha kwa majina bandia, lakini pia walio tajirika ghafla mitaani nao matatani. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema siku moja baada serikali kutangaza kuwa inaandaa uhakiki kabambe wa mali za viongozi wa umma takribani mia tano nchini, imebainika kwa operation ya sasa itakwenda mbali zaidi kwa kufichua pia mali zilizofichwa na wahusika kwa kuziandikisha majina yasiyokuwa yao. Aidha, imefahamika vile vile kwa operation hiyo itawaweka matatani watu wanaoonekana kuwa na utajiri kufuru ndani ya kipindi kifupi, lengo likiwa ni kufahamu kama hawatumiwi na baadhi ya vigogo kumiliki mali zilizopatikana kwa njia haramu kwa nia ya kukwepa mkono na sheria. Taarifa ya kuwepo kwa mkazo zaidi wa operesheni hiyo ya aina yake imeifikia Nipashe ikiwa ni siku moja baada ya waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora, Angela Kairuki huutangazia umma juu ya kuwepo kwa uhakiki wa mali za viongozi wa umma ya kujua kile alichojaza katika fomu zao na uhalisia wake. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine inasema, Magufuli awashukia wanaotimua machinga mjini, ataka wasibaguliwe, watengewe maeneo. Habari hii pia, tukiangalia kwa undani zaidi, inasema rais John Magufuli amewajia juu wakuu wa mikoa na wilaya wanaohamisha kwa nguvu wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga maeneo mbalimbali nchini na kuagiza kusitishwa mara moja shughuli hiyo iliyokuwa ikiendelea jijini Mwanza ya kuhamisha wafanyabiashara hao. Taarifa iliyotolewa na Ikulu jana ilisema kabla ya kuhamishwa kwa wafanyabiashara hao, viongozi husika wa wilaya na mikoa shirikiane na viongozi na wafanyabiashara hao na wafanyabiashara hao kutatoa maeneo mbadala, na kama wapo ambao hawataweza basi wajitumbue wenyewe wenye. Ni habari hiyo ambayo pia ipo katika ukurasa huu wa pili wa gazeti Nipashi, la Nipashi, na unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashi, kuna habari nasema, chanzo ajali iliyoua 9 kujeruhi 16 cha chatajwa. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti ili la Nipashe. Lakini pia kuna habari inayosema moto kifeza tasa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Murunya akutwa na hatia, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la Nipashe, na zote habari hizi ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la habari leo tukiliangalia pia kwa siku leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa ambayo inasema shule za mihula mitatu ku kutafutiwa usajili ni habari hiyo ambayo inaendelea kuona ndani zaidi katika ukurasa wa nane. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi inasema itazifutia usajili shule zote binafsi ambazo zitabainika kukiuka agizo la serikali la kuzitaka shule zote nchini kuwa na miula miwili ya masomo badala ya mitatu ambayo imekuwa inafuatwa na shule zisizo za serikali. Ili kutekeleza azma hiyo, wizara hiyo imewaagiza wakaguzi wa, wa shule pamoja na maofisa elimu wa wilaya kufanya ukaguzi katika shule binafsi zilizopo katika maeneo yao kubaini kama kuna shule binafsi zilizokaidi kutekeleza waraka wa elimu namba moja wa mwaka 2015. Kaimu kamishna wa elimu Venance Manore alisema wizara yake ilitoa waraka huo ikiwa ni njia kukazia waraka wa serikali namba na tano wa mwaka 2012 ambao ulikuwa unaelekeza mihula ya masomo kwa shule za sekondari na vyuo vya ualimu ifanane ili kuepusha usumbufu kwa walimu na kwa wanafunzi. Ni habari hiyo ambao wanaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi. Tukiangalia habari nyingine inasema machinga wajimwaga mitaani wakimsifu Rais Magufuli. Na habari hii pia tukiangalia kwa undani zaidi inasema wafanyabiashara ndogo maarufu machinga katika jiji la Mwanza jana walilipuka kwa furaha huku wakizunguka mitaa katikati ya jiji wakiimba nyimbo za kumsifu Rais John Magufuli huku wakimtakia afya na maisha mema kwenye uongozi. Walifanya hivyo baada ya kutoa agizo la machinga hao na mikoa mingine kutoondolewa katika maeneo hao hadi pale mama husika zitakapokamilisha maandalizi ya maeneo watakapohamishiwa kwa kuwashirikisha machinga wenyewe. Rais, Rais, Rais, Rais, tunakutakia maisha marefu, endelea kutuongoza wa Tanzania wanyonge hadi elfu mbili na ishirini tutakupa kura zote, walisikika machinga hao jana lasili, baada ya kupata taarifa za uamuzi huo aliotoa Rais Magufuli akiwa Ikulu Dar es Salaam. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma pia katika ukurasa huu wa pili kwa undani zaidi katika gazeti hili la habari leo habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbili wa gazeti hili la habari leo zinasema dereva mbaroni kwa kusakata muziki akiendesha. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne, lakini pia kuna habari inasema vigogo TASAFU watumbuliwa Waziri Angela Kairuke, wa Angela Kairuki amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa TASAFU kusimamisha kazi maofisa waandamizi watano wa mfuko huo. Ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo. Lakini pia kuna habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa tunasema, heka heka za uchaguzi. Uchaguzi mdogo jimbo la Dimani na madiwani katika kata 22 utafanyika Januari 22 mwakani, na uchukuaji fomu utaanza Jumamosi. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika gazeti hili la habari leo, lakini anaweza kuendelea kuzisoma zaidi tukiliangalia gazeti la Mwananchi nalo kwa siku ya leo limeandika habari kubwa kabisa, inasema: Dr. Magufuli awapa jeuri wa machinga awaweka roho juwa, kuwa mikoa wilaya, akiwatetea wafanyabiashara hao, asema kuna mwekezaji amekupa fedha Uholanzi kwa kutumia hekta elfu 35, za ardhi ya Tanzania. Ni habari hiyo kubwa kwa siku ya leo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine nasema mawaziri watano waliotamba elfu mbili na kumi na sita na wameorodheshwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi, ambao wa kwanza ni William Lukuvi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambapo kazi ya kutatua migogoro ya ardhi, upatikanaji wa hati na upimaji wa viwanja na mashamba. Waziri wa pili ni Profesa Suspeta Mhongo, ambaye ni waziri wa nishati na madini, usambazaji wa umeme mijini na vijijini na kupungua na kupungua kwa mgao wa umeme nchini. Lakini waziri wa tatu ni Angela Kairuki, waziri wa utumishi, ambayo kazi ya kubaini utumishi hewa na miradi hewa ya mfuko wa maendeleo ya jamii tasafu. Waziri wa nne ni waziri Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri wa mambo ya ndani, kupiga marufuku kuagizwa viatu vya polisi nje ya nchi na badala yake kununua vinavyotengenezwa na wafungwa. Ni, ni waziri wa nne huyo, na waziri wa tano ambaye ameorodheshwa kwa siku leo hapa ni Profesa Makame Mbarawa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, ununuzi wa ndege za ATCL na ujenzi wa barabara unaendelea sehemu mbalimbali nchini. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine nasema CUF ya Lipumba Maalim Seif vita mpya ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili lakini pia kuna bado nasema waliotimuliwa kazi mwaka 1993 waibwaga tena BOT. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wapili, wa pili wa gazeti la Mwananchi inasema, jaribio la kupinga hukumu kwa kurejesha kazini wafanyakazi na 31 waliopunguzwa mwaka 1993 limekwama tena baada ya mahakama ya rufani kutupilia mbali maombi ya Benki Kuu Tanzania, BOT ya kuongezewa muda kukata rufaa nje ya mahakama. Jana wakili wa BOT Serena Mponda alisema anakusudia kuwasi wasilisha rufaa kwa kutumia kipengele kingine akitaka mahakama ikubaliane na maombi yao ya kukata rufaa nje ya muda akisema BOT ina nafasi kubwa kushindwa kwa kuwa ina nafasi kubwa ya kushinda kwa kuwa kuna suala aliloliita zito la kisheria linalohitaji mwongozo wa mahakama ya rufani. Alidai mahakama kuu ilikosea kwa kuamini kuwa mkataba wa iara uliotumika kuwapunguza wafanyakazi wote ulikuwa batili kwa sababu haukusajiliwa kwa mujibu wa sheria ya usalama wa ajira. Oktoba mbili, mahakama ya rufani ilitupilia mbali maombi ya BoT ya kuongezewa muda kukata rufaa kupinga uamuzi wa kuwarejesha kazini wafanyakazi hao ambao shauri lao limedumu kotini kwa miaka ishirini na mbili lakini taasisi hiyo lakini kuu ya fedha nchini ikiomba mahakama ya rufani irejee hukumu yake ya kutupa mobiao ya kuongezewa muda wa kukata rufaa ambayo jana ili- iligonga mwamba tena ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusomkonani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Mwananchi. Lakini bado tukiendelea na habari nyingine ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi, kuna habari inasema, Kadinali Pengo akerwa kama ufanya matanuzi Mbowe, Lissu wapo ziarani Ulaya siku kumi na nne. Lakini Position Air inasema ina ndege sita tu. Lakini pia kuna habari picha inaonyesha mgambo akimlazimisha mwenye duka kuzoa taka kwenye mtaro mbele ya duka lake eneo la soko kuu jijini jana, wa mkoa, Mwanza jana wakati wa ziara kwa mkoa wa Mwanza John Mongela kukagua maeneo waliondolewa wamachinga. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika kurasa za mbele za gazeti la Mwananchi, lakini habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mtanzania fikra kinifu kwa siku ya leo, nalo katika kurasa kwa mbele kuna habari kubwa kabisa inasema Magufuli yasema machinga ruksa popote aruhusu afanya biashara katikati ya mji asema, mara cdc wasiotii agizo waondoke. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kuonda mizaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania. Habari nyingine inasema mzee wa miaka 75 aweka bango lenye sifa za mke anayemtaka ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne vigogoa sisiem UKAWA kutikisa kampeni likowa 18. Ni habari nyingine hiyo pia ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4ne wa gazitina Tanzania. Tukiangalia habari nyingine sema futa hati 15 za viwanja vya Mwingereza habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi amefuta hati za viwanja 15 vilivyokuwa vikimilikiwa na Hemati Patele na kurejesha umiliki wake kwa serikali. Inaelezwa kuwa viwanja hivyo vilipatikana kwa njia ya udanganyifu habari Mwanza anaishukuru ofisi ya ya akizungumza na waandishi wa habari Mwanza jana alisema anaishukuru ofisi ya ardhi kanda ya ziwa kwa kutekeleza agizo la kufuta umiliki wa hati 15 za Patel. Alisema mtu huyo alipata hizo kwa njia ya udanganyifu, kwa kutumia hati za uraia pacha wa Tanzania na Uingereza. Waziri alisema awali ilizaniwa Patel anamiliki hati tano za viwanja, lakini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa takukuru na Takukuru imegundulika hati 15 alizozipata kwa njia ya udanganyifu.

wa nchi mbili ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa huu wa pili na unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi, na habari hizi sote ambayo zinapatikana katika gazeti hili la Tanzania, unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi lakini gazeti la jambo leo pia tukiliangalia kwa siku ya leo, katika kurasa wa kambele kuna habari nasema, biashara ndogo, Magufuli atishia kumtumbua waziri ni kama hata sitisha hatasitisha tumwatimua ya wamachinga ambana muhongo kuhusu mwekezaji wa madini. Ni habari hiyo Amba wao inaendelea kuondani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la jambo leo. Habari nyingine sema Profesa Lipumba azua kizaazaa UKAWA ni ambaye ambaye anaendelea kwa kurasa tano, lakini tukiangalia kwa ndani zaidi inasema, wakati tume ya taifa uchaguzi NEC ikitangaza ratiba ya uchukuaji fomu kujaza nafasi ya mbunge na madiwani zilizo wazi, vyama vinavyounda UKAWA kwa mtegoni kutokana na mgogoro ulipo kigawa chama cha wananchi CUF, jana baada ya viongozi wa vyama vinavyounda UKAWA vya Chadema, NLD na Sara Mageuzi vililiambia jambo leo kuwa vitashirikiana katika uchaguzi huo mdogo na katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad na simu nyingi cha Profesa Ibrahim Lipumba. Ni habari hiyo kama nilivyokuambia, unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa tano wa gazeti hili la jambo leo. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele zinasema sisi amkuja na secretariat yenye wajumbe sura mpya. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini milioni mia thelathini kuboresha bandari daa na pia mama Maria Nyerere ya kuongeza serikali. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Mtoto aishi na risasi kwenye ubongo ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 23. Na tukimalizia na habari ya michezo ambayo imeandikwa katika ukurasa huu mbele, gazeti hili inasema Simba rejesho taifa kimya kimya, zote ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kusoma katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la jambo leo. Gazeti la Tanzania daima sauti ya watu kwa siku ya leo limeandika mama Sara mapasua kichwa, ni habari kuu kwa siku ya leo ambao wanaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne. Habari nyingine nasema mateso sita vikao vya juu CCM Magufuli yawarudisha machinga Do. Ni habari nyingine hiyo, lakini pia bei ya mafuta ya paa Do, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa sita. Mgogoro wa mpaka Tanzania Malawi upya ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa kumi na sita, wa kumi na sita, na tukimalizia na habari ya michezo ambayo inapatikana katika ukurasa huu hapa, ile inasema vita nyingine Simba Sports Club Yanga Februari 18. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za nane mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukimalizia na gazeti la Uhuru kwa siku ya leo limeandika marufuku kusungua machinga asema Magufuli. Ni habari kubwa kwa siku ya leo katika gazeti la Uhuru, lakini dakika za mwisho za profesa Mtulia, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Majelo alipo Ngorongoro, agiza kurudishwa faru aliouzwa kwa dili, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 na tukimalizia na habari nyingine katika ukurasa huu ambapo gazeti la Uhuru inasema makomando kupamba miaka 55 ya uhuru. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Uhuru. Na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo tuna gazeti la Risasi na pamoja na gazeti la Sani, ambapo gazeti la Risasi kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi, na katika ukurasa wa nyuma vile vile kuna habari tu nyingi, na habari hizi zote unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa zake za ndani. Kile angalia pia gazeti la Sani kwa siku ya leo kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi na ukurasa wa nyuma vile vile kuna habari nyingi na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa zake za ndani magazeti hili uh, la sani. Na tukimalizia katika magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Champion pekee yake, ambapo gazeti hili katika ukurasa wa mbele kuna bado nasema Yanga hii ukibipwa na kupigia. Ni habari kubwa kwa siku leo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Champion. Lakini habari nyingine zinasema, Twitter yasema Simba sawa nakwenda, wakala wa Mkude abadilisha mkataba Simba, lakini Simba shusha kocha mwenye leseni ya UEFA, Simba dhidi ya Yanga Februari 18 ni habari habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Champion. Tukiangalia katika ukurasa wa nyuma, kuna habari zinasema, Gadiola mpige saluti Sanchez, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kwa kuisoma kui, kui kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma. Lakini pia tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti la Champion inasema, Arsenal Man United za pagawa na vibonde Karaga sema, Liverpool haitatao ubingwa na Lucas. Ni habari hizo zote kwa siku leo ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Champion na gazeti la Champion kwa siku ya leo ndio linatufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa ITV na MillardAyo.com. Lakini ili kuweza kupata habari zetu kwa undani zaidi, unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na no Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini vile vile kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.